Tisa segeru, ya eyawaletile shairi chini ya daraja mbili moja moja tisa ja: hongera mkuu wa wafanyakazi, na manenga jom safiri nasi. Ewe Mola rahimu, mbariki bwana Koskei. Ameleta mabadiliko katika sekta mbelele, kila kitu wizarani kinatumia mtandao. Hongera mkuu wa wafanyakazi, nyuma tunawe umefanya kwa wafanyi kazi, ujuzi ofisani umeamba, sasa watokomea kila idara, umesawazisha kulingana na hitaji. Hongera mkuu wa wafanyi kazi, nyuma tunawe. Gurudumu waliendesha rubani, ndiye rais wewe, ni nahodha kazi yaonekana, shai imara boma yangu tabonyeza. Hongera mkuu wa wafanyakazi, nyuma tunawe